jirani vizuri, mnaoneana huruma, mnafuturu kwa pamoja, na baada ya Ramadhani unaendelea kumonea huruma jirani yako kwa kuweza kumsaidia na kushirikiana katika hali za kibinadamu. Ukiona umefikia hapo, wewe utakuwa umefika katika ucha Mungu, kadi aslama nafsa uadilifu wa aina gani? Uadilifu ule ambao ni kuondoa matamanio ya nafsi yako yale yanayopendezwa na nafsi yako wewe ukawa kuyahitaji tena, unahitajia yale ambayo

yahimu haidu hala al uhalalishe vile ambavyo vimehalalishwa na Qurani na hadithi, wa yasbidu haidu kana manzilu, kila kitu kiende katika mahala kwa. Ukiweza kufika katika hali hiyo, tambua kwamba wewe itakuwa tayari umefika katika leo lile ambalo analosema laalakum tatakun. Ndugu zangu, kama ambavyo tumeweza kusema mwanzo, Ramadhani imekuja kama hadia, zawadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala kwa waja wake, ameeleza viofa ni sehemu ya kujifunza namna gani utaishi katika ridhaa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika mada yetu ya pili ya leo, tutaweza kuzungumzia wajibu wa zakati, wajibu wa...